Bado unaendelea kutazama kipindi cha Viwanjani, baba wa vipindi vyote vya michezo nchini Tanzania. Tunaunguruma kutoka Tabata TOT Dar es Salaam, makao makuu ya Azam TV yalipopandikizwa, na yanakufikia kupitia kisimbuzi cha antena, dish, camcard, ama wewe ambao unasafiri mkoani kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine na umepanda basi ambalo lina kisimbuzi maalum cha Azam TV, basi unatufuatilia vyema kabisa nikumbushe kwamba ni kipindi cha Viwanjani ambacho kinaangazia taarifa mbalimbali za michezo kutoka hapa nchini Tanzania, Afrika, lakini pia tukigusa duniani kote kwa ujumla. Mimi Mangasore, ambaye anazungumza naye kutoka hapa, lakini pia kupitia Azam Sports 2 umekuwa ukifuatilia, uh, vipindi mbalimbali ambavyo vimekuwa vikikuhabarisha taarifa mbalimbali za michezo, lakini kuna kipindi kikubwa zaidi ambacho huwa kinaendelea cha Safari Field Challenge uh, ambacho kinakuwa kinatoa taarifa mbalimbali kina zinazohusiana na masuala ya utalii, na kimekuwa kime pia ni kipindi ambacho kinatambua pia wale ambao wanafanya shughuli hizi za, za utalii, kwa maana ya uongoza watalii, wamekuwa wakipata pia nafasi ya kuonyesha umahiri wao katika kuongoza watalii, na ni miongoni mwa vipindi bora ambavyo vimewahi vime kupikwa ama vinapikwa kupitia Azam TV. Sasa leo tuna vitu vingi vya kuzungumza kuelekea siku ya tarehe ishirini na saba ama Septemba 27 ni siku ya, ya, ya utalii duniani ambapo dunia nzima inaungana kuweza kuhakikisha kwamba utalii unakuwa ni kitu endelevu ambacho kinazungumzwa katika vyombo vya habari, lakini pia wale wote ambao wanataka kufanya shughuli za utalii basi wanaweza kuelewa utalii fulani utaupata katika eneo gani duniani, lakini kama unataka utalii wa maji utaenda eneo fulani uta, utaweza kutazama kile ambacho unakipata, na msimu huu ama elfu mbili na ishirini na tano siku ya utalii duniani itaadhimishwa pale nchini Malaysia ambapo wataenda kufanya uh, uh, matukio makubwa ambayo pia watakutana wadau wa utalii duniani kuweza kuzungumza mambo hayo. Sasa, kuelekea katika hiyo siku ya utalii duniani tarehe 27 Septemba, hapa studio tunaenda kuungana na Mariam Kobelo. Bi Mariam Kobelo huu ni miongoni mwa wadau wa utalii lakini pia ni kamishna msaidizi mwandamizi wa hifadhi ya na hifadhi, mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Atakuwa hapa kuzungumza nasi kuelekea siku ya utalii duniani lakini pia kila kile ambacho kinafanyika kwenye chaneli yetu ya Azam Sports 2 Safari Field Challenge ambayo imekuwa ukiipata. Bi Mariam karibu. Asante sana. Uh, karibu sana studio za Azam TV. Asante. Uh, na jisikia huko nyumbani. Nashukuru. Japo si tukija mbugani, yeah, tukijisikia tuko nyumbani mnatuambia mtalii wa Simba. Wewe <laughs> yeah, jisikia huko nyumbani. Sawa, naona mazingira ni mazuri kwa hiyo niko Niko tayari, yes. Karibu sana Asante. Uh, utalii kuna baadhi ya mataifa ambayo uti wa mgongo wa mataifa hayo ni utalii, eh, visiwa vidogo vidogo baadhi vimekuwa vikijijenga viki kwenye masuala ya utalii, baadhi utalii wa fukwe, utalii ut, ut, ut, utali, uh, wa majengo ya kale kila nchi imekuwa ikijizatiti kuhakikisha kwamba inapata walau asilimia kadhaa ya watu ambao wanatembelea taifa lao kwa ajili ya kuja kutazama uh, vivutio mbalimbali mbali kwenye, kwenye taifa hilo, na Tanzania pia tumekuwa ni miongoni mwa mataifa makubwa sana barani Afrika, makubwa duniani ambayo yanaeneza utalii na yana vivutio vya utalii kuanzia mbuga, uh, majengo ya kale na vitu vingine vingi. Uh, kuelekea kwenye msimu kwanza wa kumi wa Safari Field Challenge, ambao pia tumekuwa tukionyesha kupitia Azam TV bila shaka umekuwa uh, ni mdau wa kufuatia kipindi kabisa ni jinsi gani kwa miaka hii mitatu ambayo Azam imekamata sasa, mm -hmm. Uh, kijiti cha kuweza kuonesha kile ambacho kinajiri kwa waongoza utalii, msisimko umekuwepo pia kwenye utalii nchini? Mm. Asante. Kwanza tufahamu tu kwamba mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro ni wadau wakubwa sana wa hii Safari Field Challenge mm, kwa sababu tumekuwa tukifadhili na tumeshirikiana nao kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo tunatakiwa kufanya kama serikali na sisi mamlaka ni taasisi ya kiserikali, kushirikiana na wadau. Kwa hiyo wale TTGF, ni wadau wetu na wanatusaidia pia kwa kuwaweka waongoza watalii vizuri. Wao ndo wanapo waongoza watalii ndio huwa wanakuwa muda mrefu na watalii. Kwa hiyo, kwa hiki ambacho kinafanyika ni kweli, ni kitu ambacho kimekuwa kina kinahamasisha zaidi watu kuangalia kipindi kile. Lakini uh, moja kati ya majaji ambao wapo katika ile timu anatoka katika uh, mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro, okay. kwa hiyo unaweza ukaona kwamba sio kitu kidogo tu, sisi tumekichukua kwa ukubwa wake na tumekipa kipaumbele, mekipa kipaumbele. Ndio nilikuwa uh, ne, nikifuatia takwimu uh miezi kadhaa iliyopita kuhusiana na masuala ya utalii Afrika bado tuna, tuna, tuna wimbi dogo sana la, la, la, la kutembelewa na watalii uh, lakini kwa sasa hivi tangu Mheshimiwa Rais pia aanze kuhamasisha jinsi ambavyo uh, tunaweza pia tukapokea wageni kupitia kupitia video ambayo alitoa ama filamu ambayo ilitoka na, na, ku, na kurushwa katika maeneo mbalimbali duniani msisimko wa utalii umekuwaje? Kwanza uh, msisimko wa utalii umeendelea kukua kama hmm. ulivyosema hmm na moja kati ya sehemu ambayo imechochea ni filamu zetu hizi mbili ya uh, the Royal Tour pamoja mm. na Amazing Tanzania mm. Na tukumbuke kwamba kabla ya COVID watalii walikuwa wa, wa, wa, yaani ni wengi yeah. Lakini baada ya kuingia hii wevu ya COVID yeah. utalii ulishuka katika dunia nzima yeah. Lakini sisi kama Tanzania tuliendelea ku, ku, ku, kufikia katika maeneo yetu kwa sababu Uh, serikali ilijidhatiti kwamba Tanzania ni salama, kwa hiyo utalii wa ndani uliendelea kufanyika kwa ile konfidensi ambayo serikali iliwapa wananchi wake kipindi kile yeah, na baada ya hizi filamu kusema ukweli, soko limefunguka. Nikizungumzia specific kwa mamlaka hifadhi ya eneo la Ngorongoro yeah, mwaka elfu mbili na kumi na nane watalii walikuwa laki saba hivi laki saba. tunazungumzia kwa lakini mwaka, kwa mwaka dio. Lakini baada ya wakati wa, wa covid watalii walishuka mpaka laki moja na kitu deno. Sasa hivi tunazungumzia wat, idadi ya watalii milioni moja na laki moja hivi ambao wametembelea amba wame, wame kwa kipindi cha mwaka elfu mbili na ishirini na nne hiyo na na na nazungumzia Ngorongoro, Ngorongoro, Ngorongoro tu tupi. Yes, kwa sababu zipo, zipo mamlaka ambazo zinahusika na, na, na takwimu za yes. mm. lakini kwa eneo la Ngorongoro hiyo ndo takwimu tulionayo na hii ni jitihada za mamlaka zenyewe kuhakikisha kwamba tunawafikia wadau wa ndani lakini na nje ya Tanzania kwa hiyo mwitikio ni mkubwa na tunaamini kwamba wataendelea kuongezeka kutoka kwenye hiyo idadi ambayo tumeipata kwa mwaka 2024 na 2025. Sawa, tu, tuzungumzie kuelekea siku ya ya, ya, ya utalii duniani ambayo inaadhimishwa Septemba ishirini na saba. uh, Tanzania kwanza kiujumla, unaionaje iki, ikiwa ni miongoni mwa mataifa ambayo ni kitovu cha utalii duniani, tuna maajabu saba ya dunia ya, ambapo baadhi ya mbuga zetu, hifadhi zetu zinatambuliwa pia zikiwa ni, ni miongoni mwa, mwa, mwa, mwa maeneo ambayo ni urithi wa dunia, tunaiambia tuna, tuna vipi dunia kuhusiana na utalii wa Tanzania? Utalii wa Tanzania ni utalii wa kipekee sana na kumuona mnyama katika maeneo yake ya asili, sio mm. Sio kitu cha kawaida na tuna, tunajua watalii wa nje ndio wanaotuletea mapato hizi uh, fore, forex, na wao kwa upande wao huwa wanaenda zaidi kwenye zoo mm. Lakini ile kitendo cha jitihada za kuhifadhi na kuhakikisha kwa kwamba wanyama wanakuwa katika maeneo yao ya asili. Ndiyo. Ile pia ina, inavutia, lakini nikizungumzia Uh, swala la kuwa na mlima mrefu kuliko mlima mwingine hmm. Afrika yeah. Na yenyewe pia inatupa krediti. Na katika eneo letu sasa la, la Ngorongoro, sisi ndio crater peke yake ambayo ina wanyama ndani. Na ukifika mle ndani unawaona kwa ukaribu zaidi. Yaani ni rahisi kuwaona utafuti. Kwa hiyo tunapozungumzia wanyama wakubwa watano, hmm, kwa Ngorongoro ni kitu nadiri sana yani, big five, ya, yani ni dakika like, moja tu umemaliza ume na, lakini kama tunavyofahamu eneo la Ngorongoro ndio lina urithi wa kiutamaduni, urithi wa kidunia tu, historia mwanadamu imeanzia pale, yeah. Na zile visukuku ambavyo vinaendelea kuhifadhiwa vimeendelea kuwavutia Uh, watu mbalimbali kuja kujifunza kwa maana ya kundi hili la wa, wa wanafunzi lakini watafiti mbalimbali mbali, wanaendelea kuja katika eneo la Ngorongoro. La mbali na kuwa na kreta wa Tanzania lakini na wengine duniani wafahamu kwamba tuna kreta zaidi ya moja hmm. Na sasa hivi maboresho mbalimbali yanaendelea ndani ya hifadhi uh, ili kuhakikisha kwamba kupunguza ule mgandamizo wa watu kuelekea kwenye eneo moja tu la kreta, yeah. Kwamba kama unataka kufanya usaf... wa... utalii wa safari anafa yani, walking safaris mm. Una, unayo hiyo fursa ya kufanya hivyo. Kama unataka kupanda mlima tunao mlima Lol Marasin ambao una uh, mita zaidi ya elfu tatu mia saba kutoka usawa wa bahari mm. Na tumeona watalii wengi wanakuja wanapanda wana, wanafanya camping pale. Kwa hiyo uh, Tanzania na Ngorongoro ikiwemo ni tuna vitu vitu vizuri sana ambavyo uh, bado tunatakiwa tuna tuendelee kuwapa elimu wa Tanzania wenyewe ili kuweza kupenda vya kwao lakini pia na dunia ifahamu kwamba Tanzania ndio sehemu sahihi ya kuja kutembelea. Kupitia michezo tumekuwa tukinadi tuki utalii. Uh, nitoe mfano kwenye timu zetu za taifa. Okay. uh, tuna timu yetu ya taifa ya, ya, Tanzania bara tunaita Kilimanjaro Stars uh, kwa maana ya kuwakilisha mlima mrefu barani Afrika, lakini kuna Ngorongoro -ngoro Heroes, kuna kuna Serengeti Boys, kuna Serengeti Girls mm -hmm. Hizi zote ni kuhakikisha kwamba tunanadi uh, utalii wetu kupitia michezo na 2027 tayari kuna uwanja ambao unajengwa pale jijini Arusha kuhakikisha kwamba utaenda kuhodhi fainali za za za, za AFCON 2027 ndani ya Arusha, ndo kitovu pia cha utalii ambapo tunauzungumzia sasa Unaona kwa namna gani mtaenda kutumia mashindano haya ya AFCON kuweza kupokea wageni, kuweza kujinadi, kuitangaza Tanzania uh, kuelekea kwenye hayo mashindano, baada ya mashindano pia tuweze kupata wageni wengi ambao watakuja kuhakikisha kwamba wanakuja kutalia hapa nchini? Asante. Ma mashindano ya AFCON inaenda kufungua fursa mbalimbali, na sisi kama Mamlaka ya Hifadhi ya Eneo la Ngorongoro tutatumia fursa hiyo kutangaza na kampeni yetu ambayo tutaizindua, tutasema Ngorongoro uh, uh, ngoro ngoro beyond crater. Beyond kwa, beyond crater. Crater, yes. Na michezo ndiyo inakusanisha watu wengi kwa wakati mmoja, kwa hiyo hiyo ni fursa mbalimbali, na tutatumia platforms mbalimbali kuhakikisha kwamba tunafikisha ujumbe kwa wananchi wa ndani na nje kwamba Ngorongoro ni zaidi ya ile Ngorongoro crater ambayo wamei wame wanaifahamu yeah. na kama nilivyosema kuelekea sasa siku ya utalii duniani mm. kwa mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na na, uh, tano tutakwenda kuweka kambi katika kambi yetu maarufu ya Bulati tarehe 26 hafu tarehe 27 tutaia tutaadhimisha sasa kwa kupanda mlima Lolmarasin. Baada ya hapo tutaitangazia dunia kwamba Lol Marasin ni sehemu ambayo wanaweza wakaja kufanya shughuli zao, na michezo, ni sehemu mojawapo, kwa sababu ipo michezo mi, ma, ma, ya matembezi yeah. Kwa hiyo kwa kupanda yule pia ni mchezo na ni burudani. Watu wanapokuwa wanapanda wataona vitu mbalimbali, kama uh, kujifunza aina mbalimbali za ndege, lakini wakati unakwenda unapanda kitu kikubwa ambacho watu wanatakiwa wafahamu kwamba utaweza kuona hata nyati. Sasa ile excitement unasema ha, nyati mlimani hmm. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunakwenda tuna, tuna kuvizindua na Ngorongoro Beyond Crater ndio tutakayoifanya na kuiwaleta watu pamoja kwamba kipindi cha AFCON watu watafahamu kupitia uh, mitandao ya kijamii kupitia vyombo mbalimbali vya habari kwamba tuna tuko tayari kufanya kwamba waje Ngorongoro kuona vivutio ambavyo vinapatikana ndani ya hifadhi sawa. Kuna kitu ambacho binafsi nakuwa nakiona kama tu hakipewi nafasi inavyostahili, pindi ambapo tunakuwa tunapata ugeni mkubwa sana, kuweza kutangaza vivutio vyetu, kuanzia kwenye malango ya kuingia nchini, kwa maana ya viwanja vya ndege ama bandari zote ambazo zinatumika kwa ajili ya kuingiza wageni ambao wamekuja labda kutalii kwa kupitia bahari kupitia uh, maziwa na mambo mengine kama hayo mm. Uh, tunajipanga vipi kuhakikisha kwamba AFCON uh, ya ambayo itafanyika Arusha lakini Tanzania kwa ujumla itaenda kubeba nafasi ya mtalii, akishafika uwanja wa ndege aanze kuambiwa siri kutoka ya, kutoka hifadhi zetu aanze kuambiwa kila kitu, sifa za hifadhi zetu ili akifika aweze kufahamu kwamba mimi okay, mimi nikitoka Serengeti nitaenda Ngorongoro, nikitoka Ngorongoro nitaenda hifadhi ya taifa ya, ya, ya Mwalimu Nyerere au nitaenda skokoti kule ambako mimi nahitaji. Tumekuwa ni ni ni, ni ni ni wagumu kidogo ku, kunadi vivutio vyetu kuanzia kwenye malango ya, ya, ya, ya, ya kuingia nchini mm, unaweza ukakiri hili? Hapana, siwezi kukiri kwa sababu hata ukienda sasa hivi kwenye viwanja vya ndege utaona matangazo mbalimbali ambayo yamewekwa kwa eneo tangaza vivutio vinavyopatikana kwa ukubwa wa tukio jinsi ambavyo oo, uh, kwa maana ya kuandaa kwenye kwenye michezo au kwa ajili ya tukio kubwa maalum ambalo linalenga taifa kwa muda huo imekuwa ni oh. Ka... okay. Tamaduni kupitia bodi ya utalii Tanzania tu, huwa tunakusanya taasisi zote ambazo ziko chini ya wizara ya Mali Asili na utalii hmm. Kwa hiyo tunakwenda kulingana na tukio kama ulivyosema yeah. Kwa mfano tunaweza kukaa kuna, kuna mkutano um, labda wa, wa Sadek. Ndio. Kwa hiyo tutaenda kutangaza vivutio katika maeneo yote ambayo tumeona ni strategic yeah, kulingana na ile thimu ambayo ipo kwa wakati yeah. Yeah. huo yeah. Na hilo limekuwa likifanyika, lakini hapo yale ambayo mpaka sasa hivi ukienda utayakuta, ukienda terminal 3 pale utaona kuna uh, uh, hile... ambayo ni generic yes, ambayo um, um, um, ipo pale mtu na, yani kwamba mtalii ameingia anaanza kukutana na vivutio yuhu, yuhu. Na wanapiga picha wanaposti tunapata hizo feedback. Sa. Kwa hiyo tunatumia vizuri sana hizo fursa ili kutangaza utalii wetu, na ba bado, bado inatupa challenge kuhakikisha kwamba tuendelee kufanya zaidi ya hicho ambacho tumeshakifanya. Sawa. Kuelekea kwenye pia hizi tuzo za uongoza watalii bora ambazo mm. zimekuwa zikidhaminiwa pia na Azam TV na wadau wengi wamefurahia pia kile ambacho kinafanyika kwa sasa hivi. Tangu kwanza kwa hizi tuzo uh, ni namna gani ambavyo pia ameenda kuboresha nafasi hii ya uongoza utalii, kwa sababu hao ndio watu ambao wanakuwa na wageni muda wote, ambapo wanaingia nchini watalii, wanakuwa hapo chini yao, wanawaongoza, wanafikisha katika maeneo ambayo yana vivutio vyetu. Mnahakikisha vipi kwamba thamani ya muongoza utalii inaenda kuwa kuleta pia thamani ya ongezeko la watalii, kwa sababu mtalii akija akiongozwa vibaya au akadanganywa katika maelezo ambayo mwongoza watalii atawapatia pengine anaenda kuizungumza Tanzania nzima, sio mm -hmm. tu yule mwongoza watalii. Mnakisha vipi kwamba hizi tuzo za waongoza watalii pia zinaenda kuwa ni chachu ya ongezeko la watalii? Asante sana. Kama nilivyosema awali, waongoza watalii ndio wanaokaa muda mrefu na watalii yeah. Toka wakati, wakati mwingine toka anapompokea mm -hmm anampeleka na kumrudisha. Kwa hiyo kwa hizi tuzo, inaenda kuwa chachu kwao na inawapa pia fursa ya kujitafakari zaidi, kwamba hiki tunachokifanya kinaendana na kile zile standards ambazo kama nchi inataka, na kwa sasa uh, kwa kushirikiana hata na vyombo vingine Uh, imepungua sana hizi taarifa kwamba waongoza watalii wamefanya hivi wame, wamefanya vile. Kwa hiyo wao wamekuwa ni sehemu kubwa sana ya kuhakikisha kwamba wanapeleka ujumbe sahihi mm, na wanafanya matendo sahihi na wageni wanafurahi, kwa sababu hata ukiangalia kwenye uh, mitandao ya kijamii au ile polisi diplomatic police mm, matukio yamepungua, yamepungua yeah, sana na unapokuwa na watu wengi pia huwezi kuzuia 100% kwamba hili lisitokee, okay. Yeah. Lakini kwa sasa uh, hii uh, Safari Field Challenge imekuwa ni sehemu nzuri sana ya kuhakikisha kwamba hawa wata, waongoza watalii wana, wanafikia vile viwango ambavyo vinatakiwa kufikia na wenyewe wanajichallenge na wanakubali ukilinganisha, okay, na waongoza watalii wengine duniani ambao wanafanya katika mataifa mengine pengine unaona tuko mbali kiasi gani na wao. hii inategemea, na, inategemea pia na nchi na aina mtu anauza nini? Yeah. Sisi tunauza safari zaidi mm, kwa watu wa kwenda wa mbugani. Kwa hiyo huwezi kusema mtalii wa Tanzania ukamfananisha labda na mtalii azimuongoza, watalii wa Tanzania mm, ukamfananisha na muongoza utalii wa Marekani. Kwa mataifa ambayo tunafanana na nafikiri tunafanya vizuri mm, sina takwimu lakini tunafanya vizuri kwa maana ya kile ambacho wanakipeleka, kama nilivyosema, hakileti changamoto ambayo tulikuwa tunaisikia zamani. Na sasa hivi kukuwa kwa teknolojia, na wao wanaingia wanasoma wanaona wengine wanafanya nini, wanakuja wana, wana, wana, kuja, wana, wana practice kwenye hili kundi la waongoza talii. Pia tunaweza tuka pia tuna, tuna vikwazo vingine ambavyo vinaweza vikawa vinajitengeneza. Mwongoza utalii ambaye anakuja si, ama mtalii ambaye anakuja nchini hawezi kuzungumza labda lugha hizi ambazo ni kwa ni, ni, ni maana mm. ya Kiingereza labda Kifaransa uh, na lugha nyingine ambazo zinaweza zikaeleweka kiraisi kimataifa mm. Huwa anasaidiwa vipi na waongoza watalii kuweza kueleweshwa vizuri? oh. Wapo waongoza watalii ambao wanaongea lugha zaidi ya moja, wapo anaeongea Kifaransa, anaongea Kiingereza, anaongea Kiswahili. Kwa hiyo inategemea na, na kundi ambalo analiongoza, na hiyo imekuwa ni kitu ambacho wanakipa sifa sana wageni kwamba wanajisikia wana wamepata kile ambacho walikuwa wanaki, wanakitarajia kwa maana ya kuwa na mtu ambaye anazungumza lugha hmm, ambayo wao wanaielewa zaidi. Kwa hiyo kwenye hilo uh, sioni kama kuna changamoto. Wapo wanaozungumza lugha zaidi ya moja. Na rafiki yangu hapa anaitwa Rashid, huyu ile atalii mpaka apate safari za ofisi. Oh, ile yeye mwenyewe kwenda kutalii awezi Yani ile atalii mpaka apite mgongo ofisi. Sasa pengine Rashid, maswali yote ambayo unaweza ukamuuliza Bi Mariam Kobelo, maswali hapo mengi mm. ah, walau moja basi mawili ah, basi mawili mm. sisi kwa kipindi cha nyuma ambayo tulikuwa tunasoma zamani kidogo Uh, shule shu, mitaala yetu ilikuwa natulazimisha kuzijua mbuga eh? za wanyama Ngorongoro su nini nini na nini na vitu vya namna kama hiyo, lakini uh, kizazi hiki cha sasa hivi ambacho ndo utalii kama umechukua nafasi kubwa sana, sioni kama kuna kuna hiyo elimu, na umezungumzia paswala la elimu eh? kwa mtu ambaye kama mimi kwa mtu kama mimi ambaye e, sisomi sifatilii sana mambo hayo, ni elimu ipi ambayo mnawafikishia mna watu kutaka ku... hasa hususan ni Watanzania ambao mmekuwa mki, mkiwalalamikia kwamba hatuendi kwenye kwenye kwenye maeneo ya, ya, ya mbuga a, ni aina gani ya elimu ambayo inatakiwa iwafikie watu? lakini la pili nimekusikia kwenye maongezi yako muda mwingi unaizungumzia Ngorongoro Crater eh, ambayo mimi nilisoma kama ni sehemu ya maajabu saba ya dunia, sio? mm. Sasa hebu tuambie kitu gani specific, wajua sisi watanzania jinsi tulivyo, mimi nawakilisha watu wa mtaani eh? na sisi watu wa mtaani huwa uh, tunapenda kujua vitu ambavyo vimenyoka hivi kwamba hiki hapa mm. Yani naenda Azam TV nitakutana na king'amuzi eh, ambacho hichi kitanifanya ah, okay kumbe hapa ndio kinapatikana hiki. Ngorongoro Crater ni kitu gani ambacho Mtanzania wa kaida anatutazama hapa, ukimwambia bwana we Mtanzania, njoo Ngorongoro Crater, utaona hiki au hiki ndio kitu tofauti na sehemu zingine zozote duniani? Okay, kwanza, nikianza, ni na swali lako la kwanza hmm. kwamba tunawafikiaje wanafunzi huwa tuna programu maalum za kwenda kwenye shule, kwenye vyuo mm -hmm. Tunazungumza na wanafunzi, tunawaeleza vivutio ambavyo vinapatikana mm -hmm. ndani ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro <coughs> lakini vile ambavyo tunavisimamia. Kwa mfano mm -hmm. mapango ya Amboni, tuna kimondo cha Mbozi mm -hmm. Kuna eneo la Engaruka ambalo lilikuwa linatumika na masuala ya umwagiliaji zamani mm -hmm na hapo kale lakini pia tuna miamba ya Mumba. Hayo yote tunawaeleza, na siwezi kuzungumzia huku sasa kwenye mitaala ya kielimu, kwa sababu sipo kwenye sekta ya elimu. Nazungumzia kama mtumishi au kama mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro. Zipo hizo programs, na eneo kubwa ambalo wanafunzi huwa wanakwenda ndani ya eneo lile la Ngorongoro ni uh, Olduvai Gorge kule ambapo kuna historia ya mwanadamu, watoto wanakwenda sana wa shule za msingi na sekondari, lakini kama nilivyosema, hata wale watafiti wanakwenda. Kwa hiyo taarifa zinakwenda na jitihada za kuendelea kutoa elimu zinaendelea, kwa sababu aliyesikia leo <meme> sio atakayesikia kesho, na tunatumia vyombo mbalimbali vya habari uhabarisha umma kwamba kuna vitu zaidi ya Ngorongoro kreta na kuja kwenye swali lako la pili, mm -hmm. Kwamba watu wanataka waambiwe tu hiki na wanachokisikia zaidi wao ni Ngorongoro kreta mm -hmm. Unapokuwa ndani ya Ngorongoro kreta mm -hmm. Ndani kwanza mle kuna vitu vingi kabla hata ujawaona wanyama, kuna msitu mzuri ambao unavutia na watu huwa wanakuja wanafanya walking safaris na wanafanya walking safari kwa kuwa na guided tour arrangers ambao ni professional waajiriwa wa mamlaka. Lakini tukija sasa upande wa wanyama, utaona wanyama wengi kama nilivyosema, wako big five. Sisi tunasema ukiona lile bakuli alafu limejaa wanyama, hicho ni kivutio. Eh, na ndani ya ya, ya eneo hili la kreta utaona kuna, kuna, kuna ziwa lakini kuna bwawa maarufu linaitwa Ngoitoktok, ambapo mtu kama hajafika Ngoitoktok basi anaona hajafika ndani ya kreta. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ndani ya kreta. Sasa mimi nikualike, mm -hmm. Usi, usisubiri Azam ikulete wewe, njoo wewe na familia yako mje na mke, na hawezi kuja kuna maeneo aliko ange, ange, angeenda mm, mm. Uh, lakini nikushukuru sana kwa kwa kuwa nasi umezungumza vitu vingi na umezungumza vitu vizuri sana. Kuna kitu kimoja ambacho nataka nikifahamu ni, ni mm, yeah. Katika nembo ya taifa miongoni mwa, mwa nembo zetu mnyama wa taifa ambao sisi tulimchagua ni twiga, sindio, mm. Uh, kuna nyama wengi kasongo yupo Kas, kasongo? Kabisa. Yupo kasongo, uh, wapo nyumbu, ndio hivi uh, kwa nini twiga aibebe yani Tanzania, twiga? Uh, kwanza ni mtaratibu, ndio mstaarabu. Kwa hiyo vipo vigezo pia vingine kama serikali iliona imtumie twiga, lakini mi niseme tu, binafsi nampenda twiga kwa sababu ana hakurupuki kufanya vitu vyake Yani, ni mnyama mwenye busara kwa ufupi. Okay. Yeah. Kwa hiyo wewe pia kama unataka kuja njoo waone twiga wa Ngorongoro. Wapo wazuri, wametulia, wana utulivu na we, hata, we twiga, twiga, alibeba na utulivu ambao pia Tanzania unayo. Yes. Ndio mpaka sasa hivi tunasema watalii waje hmm, kwa sababu kati ya vitu ambavyo tunajivunia hmm, ni amani ya Tanzania. Amani ya Tanzania. Sio mkorofi, si mkorofi. Vipi Kasongo? Mnaishi vipi na Kasongo mbugani? Kasongo mjanja mjanja <laughs> Kasongo, Kasongo? yupo na yeah. Tunawakaribisha sana mumwone Kasongo na wanyama zaidi ya Kasongo, zaidi ya Kasongo. Na kwa nini mtu akiitwa nyumbu wanakasirika? Ah, sijajua lakini nyumbu ana akili sana, ana akili sana. Ana akili sana. Ah, watu wanamtafsiri vibaya sasa, tuweke hilo somo yeah. Kwa siku nyingine tutakuja kuwafundisha kwamba nyumbu <laughs> nyumbu anaakili kuliko mtu ambavyo anaweza kufikiria. ili tutakuja kulipata Bi Mariam Kobelo ambaye <laughs> tuko naye hapa akizungumza nasi kuelekea siku ya utalii duniani Septemba 27 ambapo kidunia wa dunia na watu wote wa utalii watakutana pale Malaysia kuweza kuzungumzia masuala ya utalii na mambo mengine mbalimbali. <laughs>